Saba, nane, tisa, kumi. Mheshimiwa Rais ameahidi kuiendeleza Zanzibar katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya michezo. Naamini mnafahamu eneo hili, mwenyekiti amesema miaka miwili nyuma halikuwa hivi, lakini viwanja kama hivi tunaendelea navyo viwanja 17 kwa pesi ya kwanza, lakini mnafahamu kwamba tuna ujenzi wa mji wa michezo sports city kule Fumba, ambao Amba ndani yake kuna uwanja mkubwa sana, ambao uwanja huo tunategemea kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utatumika kwenye mashindano ya Afcon mwaka 2029 na niwaambie, wale ambao hamjapata nafasi ya kutembelea kule, siyo uwanja tu, ni mji mzima wa michezo, yaani sports city yote kabisa, imekamilika kabisa. Hiyo ndio kasi ya Dokta Hussein Mwinyi, nami niwaahidi kwa niaba yake tutaendelea kushirikiana nanyi, tutaendelea kuhakikisha tunatoa kila msaada unaohitajika kuimarisha sekta ya michezo hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Nami nitumie nafasi hii kuelekeza mashirika yetu ya ndani wakiwemo PBZ, ZDRA, ZURA, ZEKO na mengineo kuendelea kushirikiana na waandaaji wa mashindano haya ili mwakani tuweze kupata mashindano makubwa zaidi na udhamini mkubwa zaidi. Naamini ndugu zetu wa Mixx by Yas wataendelea pamoja na makampuni mengine, lakini nasi mashirika ndani tutaweka mkono wetu, na nikuhakishie mwenyekiti, inshallah mwakani mambo yatakuwa vizuri zaidi. Na mimi Mheshimiwa Waziri wa Habari na naibu wake pamoja na katibu mkuu na timu yao watafanya kazi nzuri kuhakikisha tunaunganisha na mambo haya, nami nikiwa mtendaji mkuu wa shughuli ya serikali, tutashirikiana kuhakikisha mambo haya yanakwenda vizuri.